Mbona sikuelewi? Mbona natoka hivi hivi? Sasa unaelewa? Ah, kivipi nondo? Sasa mi natoka nikaangalia mchongo saa mbili hii, watoka ndaangalia mchongo. At least ingekuwa umerauka ndani, hujaniachia kitu mimi, ulikuwa ajua nitakula nini? Ama ulikuwa tokaje yani, yaani mchongoni, umechelewa ndani, hujatia pesa ya kula, ulikuwa ntarajia nini, mwanaume ni? Skiza sasa hii, so, nisha kuelewa sasa. Ilikuwa wajua, mwanamume wa kuchanganyikiwa vitu vingi akili. Nisonisikilize mke wangu, ama twagombana hapa, twagombana ah? Basi skiza sasa, mimi natoka niende kaangalia mchoro. Sasa hii sina pesa hmm. Sawa, eti sasa sina pesa, mbona kama umenuna hivi? Walikuwa wanapiga mimi cheke. Ah basi, skiza. Nakuletea so, sasa hivi Eh, nakuleta sasa hivi chakula, utakula, utakula ushibe, ulale. Mimi natoka sahii, eh, kuna jama wangu pale jest yangu amesema ni mtokee. hmm. Saa usinune basi hmm. nimekuchoka? Umenichoka tena, wajua nimekuchoka, sijui basi. Nakwambia ujue mwanaume, nimekuchoka, nimekuchoka mwanaume, kwenye fungu gani? Sijui kwenye fungu gani kabisa. He. Hmm. Yamekuwa yamekuwa hayo, mm -hmm, yamekuwa hayo. Ulikuwa ataka wewe yapi? Ah, <coughs> basi sawa, uonekana yani hasira zako ndo za kufanya unaongea hivyo. Sasa wewe nisubiri hapa, sawa? Narudi sasa hivi, ushanielewa? Sawa, shakuelewa. mm.

ae <laughs> ni kuona kama mtoto mdogo, he, he. Koma hapo. Mi mtoto mdogo. Ah, ni watoto vipi nyinyi? Hivyo sasa ulikuwa atakaje we? Hapana, nataka unisalimie, au kukero kigongo, nenda kukusaidia. Kwa hivyo ulikuwa unaniomba nikagongwe we. Mtoto fanya adabu Sifani. Fanya adabu, utakuzibua makofi. Aya <laughs> ah, sawa sawa, ngoja mimi niende. Basi usalimie kwanza ndio fuata njia ya kwenda. Salamu sio lazima. Na kama umetumwa <laughs> leo naweza kuzibua mbaya sana. Nita bwana nani? Wewe ndio unitumwa. Chora. Si chori. Chora. Si chori, salimie ndio ushike njia uende basi. Mbona una madharau wewe? Ndio la <laughs> mengi sasa ile sasa tuachane nayo mm hiyo -hmm, mm -hmm. Mimi kulikuwa kuna jambo limenileta hapa kwako, naomba unisaidie. Jambo gani? Unajua hichi kitoto changu hiki kidogo kidogo hichi tumu. Kitoto chako ama chetu? Eh, chetu, iko kwa chetu baba. Unajua mm -hmm. pia ile kukafiliza mambo mengi mm -hmm. Sasa alikuwa ndio yarudi zake shule, maana alikuwa na ule mtezo tezo kama atayo kusoma, lakini sasa hivi naona amerudi, nataka kurudi zake shule. Sasa, Sasa, kulikuwa kuna pesa ile mtoto mpaka rudi shule lakini ile yote ile Ah, kumwombea kuangaika huku na huku, kumwombea kumshika. Maana kama kupiga nimepiga nimechoka, sasa imebidi nimemwongelesha, lakini alhamdulillah kanielewa. Sasa atakurudiza kidogo mwenyewe kwa hiari yake. Ah, mashaallah. Sasa alikuwa kuna kajua kama anaenda tena upya shule, kuna vijisenti naelewa vao na vitoa mimi. yes, na hapa ndipo sina chochote, sina hmm. Kwa hivyo ilikuwa naomba nisaidia mwenzangu, hata usijali. Lakini leo basi, leo bamba ngumu mwenzio, lakini hmm. usijali, siku mbili hizi kuna gari, kuna ya ingia pale hmm. Sasa yatafuta dereva, siku mbili tatu hizi itakuwa shaipata. Nitafute kama siku mbili tatu hizi nitakuwa fresh, sio? Ah sawa. Mm. Unajua so, mimi kwa kwa kwa nikata mimi naona tu tu ni sawa. Bora akuna hizo siku mbili tatu. Maana Jumatatu tayari atakana wewe darasani. Mimi nakwambia kuna gari ya ingia yaingia taka dereva na mimi nishapeleka mm. makaratasi yangu kule nio. Acha basi ndio namba zangu hizi. Maana nina kazi tele huko. Yaani angalia. Uh, Ah lakini. Ah basi kwa heri basi Ah.

Samani, dada. Eh, eh, eh, hey, eh, dada yako nani? Dada yangu Samani. Mwanzo dada ulianza lini? Mimi hasidi yako nakua dada, mimi nakuwa dada yako hasidi mimi hmm. Ukanitoka na mbele za watu kule mimi aau, si umeelewa shida kuniita dada. Ah basi ishe. Usiniite dada sema, utakalo, sema ambacho unakitaka yani, hapa sema unachokitaka, pishane njia tena mimi nilikuwa nikuja kuja kufuata haya ili ni kwambia kuhusu ile ishu. Ishu gani? Ile mboga ya kumaliza kule wangu nyumbani. Na wewe hasidi, si ndio? Sasa wewe mm, mimi nikafata. Hasidi si ndio? Wewe si hasidi, lakini wewe unajiita mwenyewe hivyo. Mimi sijakuita hasidi. a a, ulinitaje kule wewe? Wewe he, ongea kitu ambacho unataka tumalizane, dadangu. Mimi nilikuwa ni kuja kwambia kwa nimekubaliana na ile mipango yako, maana kama mimi ule mwangu mimi amenishinda. Mm, hivi mimi ninakuwa mume amekushinda? Si mimi nilikwambia. Mimi nilikwambia hivi. Umeingilia kwangu, yani wasema? Dada yangu, samahani mm, sawa. Mimi nitakuunganishia kazi mwanzo. Saa hii ilikuwa naenda kutafuta mtu huku kwa sababu ulikuwa nakosa msichana, kwa hiyo nitakuunganishia kazi. Asante, asante dada, asante nakushukuru. Karibu. Siku nyingine nitakutafuta kwako. Sawa.

Na sasa so, ndo nakuuliza kama kama mume wako nakuuliza na, waenda wapi? Wewe ni mgeni. Ah, ngoja tuongee. hey, hey, mke wangu hey, sasa kwani kuna shida gani? Rudi tuje tuongee. Shida gani, gani, gani tena? Mambo mtu ana safari zake badala ya kueleza mume wake yani ya tukatari.